To this, uh, big challenge. Kutoka hapa kaunti namba 47 tuelekee kwake Michael Mutinda kaunti namba 17 ambapo wanatuarifu kwamba wakazi wa eneo la Ndetani kaunti ndogo ya Kibwezi huko Makueni wameanzisha harakati za kuboresha ardhi ya umma ya hekari kumi na tano iliyoharibika kutokana na mmomonyoko wa udongo uliosababishwa na ulishaji mifugo kupita kiasi. Wakazi hawa wanatumia mbinu ya kuchimba mashimo ya nusu mduara na mtaro ijulikanayo kama half moon ili kuhifadhi ardhi hiyo. Jamii hiyo inashirikiana na shirika la kijamii la Utoni Development kuchimba mitaro na mashimo ya nusu duara kuzuia maji kusomba udongo sawia na kuhifadhi maji asitoweke kwa muda mrefu. Wakaazi wao wamekuwa wakitumia ardhi hiyo ya umma yenye ukubwa wa hekari 15, kulisha mifugo wao, lakini hatua hiyo imeharibu eneo hilo na mazingira yake kuwa mabaya, ardhi hiyo ikigeuka kuwa kame Uharibifu huo wa kimazingira ukiwafanya kutafuta njia ya kurejesha ardhi hiyo ilivyokuwa. Hapa wakitumia njia ya kisasa ya kuchimba mitaro midogo na mashimo yenye umbo la duara nusu ijulikanayo kama Earth smiles au half moon, mbinu ambayo inaonekana kuanza kuzaa matunda. Tuliona ni vyema kurejesha vile hapo awali kulikuwa, ndo sasa tukachimba mashimo smiles, Earth, Earth, smiles na terraces. Ndio sasa tungeweza kuregesha vile kulikuwa hapo awali kwa stulipanda nyasi. Hizi half moons zinasaidia sana kushika maji, hiyo maji haiwezi tembea. Hata mkiangalia hakuna maji ambayo imetoka hapa ikaenda mahali. Na mbeleni hiyo maji ilikuwa inaenda na mtaro tu inaenda huko Indian Ocean na itusaidii. Lakini je mbinu hii ya mashimo ya half moon na Earth smiles inahifadhi vipi mchanga na uharibifu wa mazingira? Hizi ni mbinu ambazo zinatumika ili kuzuia maji yasiende, na pia ile inaitwa kuzuia mmonyoko wa udongo, sababu hizo vitu zikifanyika unapata ya kwamba ile mchanga ya juu yenye rutuba inaoshwa inapelekwa mahali ingine, na hiyo area haiwezi kitu moja, haiwezi mea nyasi na iwezi mea miti. Kwa hivyo hizi ndio mbinu ambazo tunaimiza wakulima waweze kuchukulia hili kama njia ya kipekee ile wanaweza fanya ili waweze kurudisha e, azo siko katika hali kama hii siweze kurudi kama vile zilikuwa miaka ishirini iliyopita. Sasa wakazi wao wana matumaini makubwa kuwa kipindi kisicho kirefu mno ardhi hii itarudia hali yake ya kawaida na kuwapa faida kubwa zaidi miaka mitatu ijayo tunatarajia kuona mabadiliko zaidi kuliko sahihi hii nyasi ikikuwa tutakuwa tunakata tunaweka kwa gala tunauzia community wanalisha mifugo yao kwa hivyo tuna, tunajua kabisa hii sehemu itakuwa nzuri ni mbinu ambayo iwapo itatumiwa na wakulima wengi na hususan katika maeneo kame ya Makueni inaweza kubadilisha maeneo hayo Michael Mtinda runinga ya Citizen